Baada ya hapo anafuatilisha na na vitendo sasa, kama kuambiwa kwa yule ambaye anafanya anafanyaa, mfano akiambiwe in lam tantahi an hadha lfiili la bika kadha wa kadha, usipoache hicho kitendo nitakufanya kadha na kadha na kadha. Lakini tumesema hii ni kwa yule ambaye na uwezi, au usipoacha huu munkar, mtu yote nitakwama nitakuwa sikusalimia ingine mijeuri, wameusalimia shauri yako. Kwani unanipani jeuri? kwani kwa jeuri, lakini unakusudia mwenzako atoke kule. Unaangalia dini ni kama tabibu, kama alivyosema, anaangalia, anapima, anaangalia, anaweka mambo sawa. Yani zi... unakuwa mjaji hapa, niende hivi, hapa hivi, hapa hivi, lakini chonde chonde, usitukane chonde,

Sio unamtisha mtu halafu, kitisho chenyewe kumbe zuga. Waswahili wanasema ni zuga. hata yarifa anna al-munkira sadiqun fi tahdidihi, hata huyu unamkataza ajue kwamba hivi vitisho vyako ni vya kweli, sio vya uongo. liannahu law haddadahu biumurin ghairi jaizati sharaa, kwa sababu kama atamtishia kwa mambo ambayo hayajuzu kisheria au wa ghairi maakulati, na mambo yasiyoingia akilini arafa annahu ghairu jadin fi kalamihi, huyu wala hayuko serious. Unamtisha mtu kitu ambacho huwezi kukifanya, huwezi. Kwa hiyo umpe vitisho ambavyo kweli hivyo ni vitisho, akivisikia huyu anaweza kufanya hicho kitu. Sio mpe kitisho ambacho huwezi kukifanya. Almartaba thalitha, martaba ya tatu na ya mwisho, alinkaru bil qalbi ni kukataza munkar kwa kwa moyo tagyir kuondosha munkar kwa moyo. Na kwa moyo maana yake kubadilisha ule munkar katika moyo wako, ndio tagyir. Unakataza ile munkar sasa kwa moyo, yani umechukia ume tu, unakatazaje au unaondoshaje? ni kubadilisha ule munkar katika moyo wako, badala ya kupenda ukaona uchukia. Hiyo ndio tagyir, umebadilisha ume moyo wako wewe na umeukataza moyo wako, badala ya kupenda ukachukia. Idha ajaza almuminu aala linkari bilyad wallisan intaha ila linkari bilqalbi fayakrahu lmunkara biqalbihi, kio anakataza anauchukia munkar kwa moyo wake, pale ambapo atashindwa ukataa munkar kwa mkono na ulimi. Wayubghidu ahlahu, na anachukia watu wake, akaeleza maelezo mengi akaleta

Mwanamke naye ana wajibu wa kukataza munkar kwa yule anayeweza kukataza munkar katika wanawake, wanawake wenzake. Naye anataka kukataza munkar, akiona akiona munkar mbele ya wanawake wenzake, ni wajibu kwa kukataza kama na uwezo huo wa min aqaribiha min arrijal, na watu wake wa karibu katika wanaume, akataza munkar unaofanya na mume au na kaka yake au mdogo wake, wama ila dhalik, ni wajibu kwa kukataza munkar au mtoto wake

anyastatibu bilma, yani wajitaharishe kwanza na maji kabla ya kustanji kwa mawe. Alikuwa nastanji kwa mawe kabla ya maji, kaambia taarisheni kwa maji kwanza kabla ya kustanji kwa mawe, akasema fa inni astahyihim, hakika mimi naonea haya. Yani hawezi kuwambia kuwaje, wanaume anaonea haya

ya juu zaidi kabla ya hafu yanayofuatia, kwa umuhimu kwao. Tunaanza kulingania tauhid. Firaku zote zimeacha hii kanuni, imma zitaanza kulingania siasa kama maikhwani na wengineo makhawariji, mahizbu tahrir, masufia walilingania sijui katika kutukuza mashehe zao sijui ya shaira, yani kila mtu kavurunda wazi ambalo sunna, tunaanza kulingania tauhid awalan kabla kuli shay. Kaida nyingine itibaru masalih wal mafasid, lazima kuangalia maslaha na mafsada. Mafsada katika da'wa, je, niseme nisiseme na nisemeje? Nikisema hivi itatokea nini? Upime kutokea maslaha na mafsada. na mafsada yatakuwa makubwa kuliko maslaha, lazima uangalie, si unaenda enda tu, kama gogo au kama garibovu, unaenda tu. Tumeambia, tuseme haki, shekhi, haki sema tu, sema usipoze. Haya, unaogopa yeye? Mwoga yeye, mwoga. Kwa huko ndiko kulipowafikisha makhawariji, walipofika kwa kujidai kwamba wao sio waoga, sio woga. Shekhe, ni kanuni kuangalia maslahi na mafasi, lazima. Hakuna dawa ambayo itaenda sawa bila kuangalia maslaha na mafsada hata siku moja. Niseme na nikisema niseme nini na kwa nini niseme na itatokea nini na kitu gani Kaida saba attathabutu fi lumuri wa adamu, lajala la utathabat katika mambo na kutofanya haraka. Haraka gusiusi ana haraka shh katika mambo abadan. Usio wewe ni mwenye mwepesa, na kukurupuka na kuongea kukataza jambo, kumbe jambo hilo inawezekana, wallahi sio munkar, inawezekana sio munkar kabisa. Wewe tu umedhani ni munkar, au inawezekana jambo hilo sio katika mambo mema ukadhani ni mema ukayaamrisha. Usikurupuke, tathabbat kwanza, tulizana, kaa kwanza, ujitosha, yaani yaani ifanye dirasa kaliya kwa kujipa muda wa kutosha, una data za kutosha, ukizungumza unazungumza kitu cha uhakika, usikurupuke kurupuke. Hapo Sheikh, hizi ndio kanuni ambazo zimebaki. Kwa hiyo, nikija tutazifafanua hizi na kama muda utatosha, kuna dhawabit zingine tutaziongeza kwenye kitabu kingine, tutasoma kama mbili tatu, inshallah ili kutimiza hapa tulipofika. Sawa sawa, mshekh na mpaka hapa, mimi niwashukuru kwa uvumilivu wenu. Tunaomba Allah atujalie ikhlas katika hili, lakini tumefurahi kwa huu mwitiko, unatupa sisi nguvu ya kurudi mara nyingine, na nimeamini kwamba Kusini kuna tulabu ilmi wengi. Kishieni salamu kwa ndugu na jamaa katika vijiji vyote mlikotoka, kwa sababu wallahi tunatamani tupite kila kijiji, kwa sababu dawa za rafiki kusini ni kubwa, ni kila sehemu ipo vijiji vingi. Kwa hiyo uh, tunatamani kupita kila kijiji, lakini ni ngumu. Kufikishieni salamu ikhwa wote, tuko pamoja, tunawasalimia sana, tunawapenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wa